Binadamu ni mwili na roho, hivyo ndivyo kanisa huamini, kwa maana ili aweze kumtumikia Mungu basi binadamu lazima awe na afya bora. Sambamba na hilo, ili aweze kuutunza mwili lazima awe na roho iliyo njema, kwa kuogopa kufanya maovu. Kanisa Katoliki jimbo la Njombe linakubaliana na kauli hii kwa asilimia zote, kwani katika kuhakikisha binadamu anakuwa na afya njema basi limeanzisha vituo vya afya na zahanati sehemu mbalimbali ili kuweza kuwahudumia waamini. Inuka Rehabilitation Hospital, hospitali ya utengamavu wa viungo Inuka iliyo chini ya kanisa Katoliki jimbo la Njombe. Hospitali hii imebeba umaarufu mkubwa kwa huduma zitolewazo hapa. Ofisi ya habari na mawasiliano jimbo Katoliki la Njombe hatupo nyuma, kwani tunafunga safari hadi katika wilaya ya wa Wanging'ombe mkoa wa Njombe inakopatikana hospitali hii, na tunakutana na mkurugenzi wa hospitali hii Padre Nestori Mtweve, ambaye yeye anatueleza kwa kina yale tusiyajua na yanayofanyika hapa. Jina langu ni Padre Nestori Mtweve, mkurugenzi wa hospitali ya utengamavu Inuka. Kwa muda mrefu uongozi wa jimbo Katoliki la Njombe umekuwa na wazo la kuwa na sehemu ambako watu wenye ulemavu wanaweza kupata huduma. Wazo hilo lilianza kupata nguvu miaka ya elfu mbili na sita ambapo eneo hili la Wanging'ombe hapa palitafutwa na e, wadau mbalimbali wakaanza kukusanywa ili kupajenga hapa mahali e, na kupafanya kituo kwa ajili ya watoto na watu wenye ulemavu. Lakini mwaka elfu mbili na kumi na moja majengo ya kwanza yalikuwepo kwa na palizinduliwa rasmi kuwa kituo cha utengamao Inuka mwaka 2019 kituo cha utengamano eo kilibadilishwa na kusajiliwa kwa hospitali ya utengamao ambapo huduma zote za hospitali zinapatikana. Mambo makubwa ambayo yanafanyika hapa ni mengi, lakini kwa ufupi sana, maono ni kuwa na jamii yenye watu wachache wenye ulemavu, kwa sababu kuna wale ambao wanazaliwa na, na ulemavu, na wale ambao tayari wana ulemavu wapate mahali ambapo wa wanaweza kuhudumiwa kwa heshima kama binadamu. Maono yetu, na sasa tunazidi kukua tungependa kuwa sehemu ambayo inatoa huduma bora kabisa za utengamano kwa maeneo yetu. Mambo ambayo tunayafanya la kwanza ni kwamba hapa tuna juma ambalo tunaliita juma la utengamano. Mzazi au mlezi pamoja na mtoto mwenye changamoto hufika hapa, hufanyiwa uchunguzi na baada ya kufanyiwa uchunguzi, ubaki hapa kwa mambo makubwa mawili, kwanza kumtibu mtoto, lakini pili kumwelekeza mzazi. Kuna uwezo kuelewa na kama tunavyofahamu, pingamao ni swala ambalo linachukua muda mrefu kuimarika, kwa hivi wakati mwingine wakifika nyumbani, tunatamani waendelee na mazoezi yale ambayo walikuwa e, wakifanya hapa kwa muda huo wiki moja kwa, kwa hiyo wiki moja ni, ni pa kuanzia. Wakati mwingine huweza kuongeza e, muda kulingana na mambo kadhaa, la kwanza maendeleo ya mtoto, lakini la pili uelewa wa mzazi au mlezi. Kwa hiyo mtu anaweza kukaa mwezi mmoja, miezi miwili, hata mitatu na wengine wamekaa hata miezi yes, mitano kwa watoto. Hilo la kwanza. Lakini nao wanapata na, na hiyo wiki ya utangamano ni kila siku kuna kipindi cha saa moja. Hicho kipindi cha saa moja tunakifanya sio wa wa wa kwa sababu tunataka kuwafundisha hao wawe wakawa walimu huko, tunataka waelewe kwamba nyuma ya ya ulemavu kuna sayansi. Kwa hiyo ni kuwafundisha ulemavu ni kitu gani, unasababishwa na nini na nini kinaweza kufanyika kupona au kuimarika. Kwa hiyo kwetu ni muhimu sana kubadilisha hiyo kitu kwa Kiingereza wanaita mindset. Kubadilisha hiyo mindset kwamba kuna sayansi na kwamba kuna kitu kinaweza kufanyika. Tukifahamu eh, kwa nini ulemavu tunaweza kuzipinga hizo sababu mapema kabla ulemavu haujaingia kwa, kwa kwa, kwa, mtoto au kwa mtu mzima. Wakati mwanzoni wanaanza hapa, idea ilikuwa ni kwa ajili ya watoto. Lakini baadaye watu wazima walianza kuja kwenye changamoto mbalimbali. Changamoto e, za mgongo, changamoto katika mtu wa sokea baada ya kufanya upasuaji na tumekuwa tukifanya hivyo eh, kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuna kitu tunakita hapa individual treatment rooms, tutakapotembea nitakuonyesha kuna vyumba huko ambapo watu wazima wanatibiwa na idadi ni kwa kiongezeka mwaka hadi mwaka. Inuka pia inafanya kazi ya kutengeneza vifaa saidizi. Kuna wale watu wenzetu ambao wamepoteza miguu au mikono eh, Inuka huweza kuwapima, kufanyia uchunguzi na kuwatengeneza vifaa vinavyoweza kuwasaidia kutembea tena. Eh, Inuka pia kila wiki tuna kliniki za siku mbili hapa hospitali kwa ajili ya watoto wenye matege na mguu kifundo. Tunafanya hivyo kwa watoto chini ya miaka mitano bila upasuaji kwa kutumia eh, teknolojia ya Ponseti. Kwa hiyo tunafanya hivyo, na kwa watoto ambao wenye zaidi ya miaka mitano eh, wanaohitaji upasuaji, tuna jengo la upasuaji hapa na tuna daktari ambao wanaweza kurekebisha changamoto hizo hapa hapa. Zamani tulifanya sehemu nyingine, lakini sasa tumebahatika wapasuaji na vifaa tunaweza kufanya hivyo kama inalazimika. Jamii yetu imekuwa na changamoto kubwa katika suala la ulemavu, kwani familia nyingi zimekuwa zikiwaficha ndani watoto wenye ulemavu, jambo linalopelekea kujiona wao kama hawana haki. Hospitali ya Inuka ina utaratibu wa kutoa elimu kwa namna mbalimbali ili kuweza kupunguza changamoto hii, sambamba na masuala ya lishe kwa watoto wenye ulemavu kingine ambacho tunakifanya hapa ni utaratibu wa kutembelea nje ya yoga. tunatembelea nyumba za wagonjwa wetu, wale ambao hawako mbali, kwa sababu tuna changamoto za bajeti na kujaribu kuangalia na kushauri, hilo la kwanza. lakini la pili, tunakwenda kwa nje, tunatoa elimu, tunatembelea pia parokia mbalimbali, tunashiriki mara nyingi, tunaondoka hapa Ijumaa, Jumamosi tunafanya tuna e, uchunguzi kwa wale ambao wana changamoto na wale ambao nta kuja hapa, tunawaleta hapa Halafu tunatembelea nyumba kuona watu wenye changamoto hizi wako wapi. Huko tunajifunza na kuboresha huduma zetu. Kitu kingine ambacho tunakifanya hapa ni e, watoto wengi wenye ulemavu hawaendi shule, kwa hivi wale ambao wamefikia umri, tunawahamasisha wazazi kuwapeleka watoto hao wa shule. Lengo letu sio kutaka wa kwamba waende huko wakapate division one, wakipata tunamshukuru Mungu, lakini tunataka wachanganyike na, na jamii ielewe kwamba walemavu watu wenye ulemavu ni, ni sehemu ya jamii na kwamba wana haki ya kunufaika na mambo yote yanayohusu jamii, ikiwemo elimu, ikiwemo kuchaguliwa kwa viongozi kusudi mawazo waweze hayo yaweze kusikika na watu huko. Moja ya changamoto ambazo tunatokana nazo hapa ni kwamba wazazi wengi wakiuna na baba wakiona mtoto ana ulemavu hukataa kuwajibika na kusema kwenye familia yetu hakuna mtoto wa aina hii. Kwa hiyo tunapowapeleka watoto wadogo hawa wenye changamoto za ulemavu shuleni, maanake wale wafulana wetu wanaanza kuzoea kwamba hii ni sehemu ya maisha maimis, mapema kabisa, na matumaini yetu ni kwamba kwa kufundishwa na kwa kuona, baadaye ikitokea changamoto kwenye familia zao, watakapokuwa watu wazima, waweze kuwajibika na kufanya sehemu yao. E, kitu kingine ambacho tunakifanya hapa ni tuna kitengo kwa ajili ya kuzuia ulemavu usitokee. Kwa hiyo tumetokifanya ndiyo kuangalia magonjwa yale ambayo yanapelekea watu kuwa na ulemavu. Vitu kama high blood pressure, vitu kama kifafa, vitu kama sukari. Kwa hiyo hapa tuna mashine maalum kabisa kwa ajili ya kupima kifafa wabifanya, kwa mfano. Kwa hiyo tunafanya hivyo kusudi sio tu tu tunatibu tu, lakini tumependa sana kuwa pia sehemu ya kuzuia changamoto za ulemavu zisitokee kama ambavyo tunafanya eh, kule kwenye buku fundo cha mwisho, sio kwa muhimu, ni kwamba watu wenye ulemavu, ukiacha changamoto zao za kiafya za kawaida, katika maana kwamba waweza kupata malaria, wanaweza kupata typhoid, wanaweza kuhitaji kumuona daktari kawaida wa kawaida, tuna kitengo hicho hapa kusudi wataalamu wetu wa utengamao na wataalamu wetu wa madaktari wa kawaida clinical clinicians, hao wafanye kazi kwa pamoja e, kama mtu kwa mazoezi kule pressure mpana basi, hapo mtu ambaye anaweza kushindikana ukiacha hiyo, tuna kitengo maalum cha lishe, kwa sababu tulichogundua ni kwamba kama inofahamika kwa watu wa Njombe, na changamoto ya ulemavu, sijajua ni kwa kitu e, kwa gani kwa kubwa gani e, hiyo ni swala ambayo watu tunajadiliana, kwa sababu chakula kile kitatoka hapa, lakini kwa watoto wenye ulemavu tulichogundua ni kwamba wao ulaji wao sio wa kawaida. Kwa hivi kuna afisa lishe hapa ambaye hukaa na kila mama kujifunza nyumbani kwao, wanalima nini, kwa sababu walio wengi kutoka vijijini, na huwezi kuambia kanunua hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ukana wakina mama hawa na kuzungumza nao nyumbani na kuna nini, atasema hapa kuna maharage, kuna viazi, kuna magimbi, kuna nini, basi anajaribu kwa pamoja kutengeneza mpango wa chakula ambao ni, ni kamili mlo kamili ni kwa, kwa mtoto. Hilo la kwanza. La pili, e, eh, hufundisha namna kupika kwa wale ambao kwa wanaonekana wana changamoto hiyo, na kwa kuwa sisi tunawapatia milo miwili kila siku hapa, basi huyo ufanye kazi na wapishi na kujaribu kutushauri sisi utawala, aina gani ya chakula tununue kwa wiki hiyo, kulingana na ya aina ya watoto tulionao. Kwa hiyo kwa tuna sana tunaweza kuwaonesha tuna mama mabadiliko tu hapa. Kwa hiyo sisi ile milo miwili tunayowapa sio tu kwa sababu tunawasaidia, lakini tunataka kuwaonyesha kwamba mlo ni matibabu pia kwa watoto. Na kwamba kwa wanahitaji virutubisho fulani fulani ni mwili, na hapa tunaweza kuwaonyesha kwa vitendo kwamba kama mtu alifika hapa na uzito huu baada ya wiki moja kuanza kuonekana tofauti na akutaka kuwataka warudi nyumbani, wataendelea huduma. Zitolewazo katika hospitali hii zinaendana na ubora wa majengo ya kisasa pamoja na teknolojia ya hali ya ja juu iliyojificha mahali hapa. Mkurugenzi Paul Nestor anatutembeza sehemu mbalimbali katika hospitali hii ili tuweze kujionea uwepo wa madaktari wengi wanaowahudumia wagonjwa vizuri tena kwa haraka, jambo ambalo ni tofauti na sehemu nyingine. Ukarimu wa madaktari kwa wagonjwa unafanya wagonjwa wawe huru wakati wote wakiwa wanahudumiwa. Hospitali ya utengamavu Inuka imegawanyika katika sehemu kuu mbili, kwani sehemu ya kwanza hutolewa huduma za magonjwa ya kawaida na sehemu ya pili ndipo hutolewa huduma za utengamavu wa viungo, na ndiyo tunapata maana halisi ya jina letu la hospitali Inuka, kwani sehemu nyingine watu husema simama na sehemu nyingine watu huita nyanyuka. Eneo hili ndilo chimbuko la hospitali kwani kuna mambo mengi yanayofanyika ili kumfanya binadamu aweze kunyanyuka na kutembea tena kama awali. Majina yanaitwa Hussein Saidi ni e, fizioterapia mtaalamu wa tiba viungo. Na hii sehemu aiona kwanzie kwanzie chumba cha kwanza kule mpaka huku unaita fizioterapia e, wanakuja zaidi wale wagonjwa wenye matatizo yanayohusisha misuli. E, mishipa ya fahamu pamoja na na na na na na misuli na mishipa na, mish, na Ma, ikini, baadini, pati, baadini, iki ni baadhi ya vifaa vya kitanda, lakini ni tunaita kutokana traction traction bed inaweza kufanya kazi <coughs> kwa wale wenye shida ya ngoo, kwa wale wenye shida ya ngoo specific, eh, specifically ile ambayo mabadiliko kwamba pingili zake zimebanana. Kwa hiyo kitanda kinaweza kufanya kazi ya kupunguza mkandamizo kwenye pingili za uti wa mgongo bila ile ile kwa wale wenye shida pia kwenye, kwenye pingili za shingo. Baada ya traction, traction ni kuvuta. Unaweza ikavuta zile pingili za shingo ama za kiunoni na ile mgonjwa akapata nafuu kubwa wakati wa dawa tiba zingine. Hii tunaita Um, therapeutic mashine maalum na inafanya kazi ya kupunguza maumivu pamoja na kulegeza misuli wa kwa wale wenye mikakamao ya misuli, kwani vifaa vitumikavyo hapa ni vifaa vya kisasa, sehemu nzuri ya mazoezi, madarasa ya kupewa elimu, shughuli za lishe ambazo zina wataalamu wa kisasa au kuimprove, na lengo letu ni kwamba wanapotoka wanaenda nyumbani wajue kuna sayansi usifanye hiki, pamoja na kiwanda au sehemu ya kutengenezea viungo bandia, ili kumfanya binadamu aweze kuinuka na kutembea tena na kufanya shughuli nyingine kama awali. Ingisha kwenye ile na ataweza kula unyoka. Ah. Kwa, inategemea na changamoto mtu alionayo. Kama umekatika kabisa unaweza kutengeneza huo mwingine, kama upo lakini una labda unaona wale unakoga hivi, watajivalisha. Baba, tuna vifaa vingi. Ah. Kwa kwanza ni kutengeneza, oh sorry bwana sasa tunakatisha. Ah. Eh, kitu kingine wanaanza nacho ni kutengeneza shape kwanza. Yaani wanakupima wewe neno mguu wako, na kila kitu, na shape yake wanatengeneza shape baadaye. yeah, yeah. Yeah. Yeah, ndio hivi ndivyo ambavyo wanafanya. Huyu bwana hapa, yeye ana anatengeneza uh, viatu. Mm-hmm. Kuna wengine mguu mwingine labda mfupi ama namna gani? Yeye yeah. Yeah, ana ana anapima yeye. Yeah, ni specialist anaweza kupima na kutengeneza kiatu kulingana na mahitaji yako wewe kwa hiyo kuna wale wengine ambao wanakuta kiatu kingine kina sole ndogo, kingine ndefu. Maana yake wanataka kubalance, atembee vizuri, asifanye asifanye hivi. Kwa hiyo mambo yote yeye anaweza kufanya. Kwa hiyo na physio, kisha kisha mpima wanakuja kumwambia, tunataka tunahitaji hivi, yeye anakuja kupima sana. So, kubalance vitu vyote, kuna hiyo vitu hivi, hivi vingine, kwa mfano eh, kwa ajili ya kunyosha ile miguu, kuna kuja na, na vyuma hivi. Utofauti mkubwa uliopo katika hospitali hii ni kwamba wagonjwa hupatiwa huduma za kikanisa kama kawaida, kwani ndani ya hospitali pia kuna kanisa ambalo hufanya wagonjwa wapate muda wa kusali. Shughuli mbalimbali za kilimo na ufugaji pia hufanyika na hospitali ili kuweza kutengeneza kipato cha kuendeshea mambo madogo madogo yanayohitajika na sio kusubiri kupewa. Utofauti na sehemu nyingine, uwepo wa bustani za mbogamboga pia huhudumia situ wagonjwa bali hata watu wa karibu na maeneo haya, kwani hutegemea bustani hii sambamba na utengenezaji wa lishe ambayo mgonjwa hutakiwa kupata akiwa katika matibabu, kwani uwepo wa mabanda ya kuku, ng'ombe, mbuzi pamoja na unguruwe sambamba na ufugaji wa samaki hutosha kabisa kutengeneza lishe. Jana tuliweka mia mbili hapa wakafa wote. Sasa tumeamua kuleta wa kienyeji kabisa, kwa hamu yetu ni kuwa na wa kutosha kule nje maji ni, ni mengi tu tunatumia, lakini a magonjwa madawa za kama kukuliza ni changamoto. Kwa hiyo sasa tuliamua kufanya hii kusudi humu ndani wanaingia tu wachache, na kwa mfano kwenye nyanya zile ni za nje, humu hapa ndani kwa mahitaji yetu. Usalama wa mgonjwa katika eneo hili ni mkubwa, kwani hospitali imezungushiwa uzio na kumfanya mgonjwa awe huru na mwenye uhakika wa usalama. Sambamba na hilo, uhakika wa umeme kutokana na vyanzo mbadala ikiwemo umeme wa jua au sola. Baada ya kuwa tumezungumza kuhusu shughuli na kazi ambayo inafanywa na hospitali ya utengamao Inuka na kutembelea maeneo mbalimbali ya hospitali, sasa ninawakaribisha sana kwa huduma hizo ambazo mmezisikia. Hospitali ya utengamao Inuka inapatikana Wanging'ombe, kijiji cha Wanging'ombe, wilaya ya Wanging'ombe, mkoa wa Njombe, pembezoni tumo barabara ya Makambako Mbeya. Asanteni sana. Inuka Rehabilitation Hospital ni hospitali bora katika utengamao wa viungo iliyo chini ya Kanisa Katoliki jimbo la Njombe. Imeandaliwa na ofisi ya habari na mawasiliano jimbo langu, jina Johnson Ndanzi. Hadi wakati mwingine.